katika kitabu cha pili cha Samweli sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya nne aya ya kumi na moja hadi ya kumi na mbili aya ya kumi na saba aya ya kumi na tisa na aya ya ishirini na tatu hadi aya ya ishirini na saba na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya tatu aya ya ishirini hadi ya ishirini na moja. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu aliingia nyumbani na mkutano wakakusanyika tena, hata wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Jamaa zake walipopata habari, wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Neno la Bwana. Injili ya leo ni moja ya injili fupi kusomwa katika mwaka huu wa liturujia, lakini bado injili hii ya leo inatupatia ujumbe msingi na mahususi katika maisha yetu ya kila siku. Muktadha wa injili unaanza kueleza Yesu akiwa na wanafunzi wake, hususani hawa mitume kumi na mbili aliyowachagua, wanaamua kupumzika ndani ya nyumba ili waweze kupata chakula. Kwa kuwa walikuwa na safari nyingi kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, wakihubiri juu ya ufalme wa Mungu na kuwaponya watu wengi. Sifa za Yesu zilienea mbali na kwa watu wengi, hivyo watu walikuwa wakimtafuta kwa hamu au kwa shauku kubwa. Sasa umati unatambua mahali alipo, yani mahali pa nyumba alipopumzika na wanafunzi wake. Watu wakakusanyika kwa wingi kuizunguka nyumba hata Yesu na wanafunzi wake wasiweze kupata chakula. Hivyo tutazamie ile haja ya watu kukusanyika na kumfuata Kristo pale alipo, bila kuzingatia sana hitaji la Yesu kupata pumziko na kula chakula pamoja na wanafunzi wake. Yesu anawapokea kwa upendo, kama kawaida yake ya kuwakaribisha watu wanapomfikia wakiwa na shida mbalimbali mbali, ili kukidhi haja ya moyo wa mwanadamu ingawa wanafunzi wake wanaona kama wamesongwa vile, kwa maana ya kukosa wasaa mzuri wa wapumziko, pengine wapate hewa kidogo, wasabahi na kupata chakula, lakini moyo wa Yesu, kama baadaye mwinjili Mathayo anavyoandika katika ile sura ya 9 aya 36: basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji. Hivyo huruma yake kwa kundi hili kubwa la watu, kwa hawa makutano waliokusanyika kwa Yesu, inadhihirisha upendo na utayari wake wa kukabili kila hitaji la mwanadamu. Kitendo cha nduguze, yaani familia yake kumkamata, kinatoa fundisho jingine muhimu la kutafakari. Pengine hawa ndugu zake, mabinamu mashangazi wajomba na wengineo ni kama wanapigwa na butwa kwa maana ya kustaajabia huu umati mkubwa wa watu kumtafuta na kumfuata Kristo pengine inawatia hofu na wasiwasi kwamba kunaweza kuzuka mvutano kati ya Yesu na Mafarisayo na pia kwa upande wa Herode hivyo kumbe ndugu zake sasa wanahofia usalama wa ndugu yao bwana wetu Yesu Kristo wanaposema kwamba amerukwa na akili, ni kama sasa wanajaribu kufuta yale yote aliyoyafanya Yesu kama miujiza aliyokwisha kutenda, mafundisho na upole wake. Kwa kuwa Yesu hakudhihirisha mpango wa Mungu wa kuwakomboa wa wanadamu pale alipokuwa mtoto katika makuzi yake, ndiyo maana hawa ndugu zake hawakulijua hilo. Hivyo kujulikana kwa uwezo wake wa kuponya na kuwavuta wengi kwake kuliwashangaza na kuwachanganya ndugu zake, na kutaka kuingilia kati. Na ndiyo maana tunapata maana ya kwa nini walisema amerukwa na akili. Hili linadhihirisha nini katika maisha yetu ya kila siku? Ndugu zangu, Mungu anapotutendea makuu katika maisha yetu, anapotubariki na kujibu maombi yetu, mabadiliko yataonekana, kwani mtu atafanikiwa kwa kile anachokifanya katika maisha yake. Sasa wale walio karibu yetu, majirani zetu na watu wetu wa karibu wanaotuzunguka watataka kujua na kuelewa siri ya mafanikio. Kwa kuwa Yesu hapa hatulinganishi na uhusika wetu, lakini familia yake hawa ndugu zake wanashuhudia hayo mabadiliko makubwa, kwamba uwezo wake wa kimungu unajulikana kwa mataifa. Ni tofauti sasa, na pengine namna alivyokuwa mdogo, kabla ya kuanza rasmi utume wake. Hivyo wapendwa katika Kristo tunavyomfuasa na kumtafuta Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yetu, tunaweza kukutana kwa maana ya kukumbwa na mashaka na hata vizuizi kutoka kwa familia au jamaa na marafiki zetu. Yesu leo anatufundisha kukutana na haya mashaka au vizuizi kwa ujasiri na upendo. Tuamini kwamba katika kufanya mapenzi ya Mungu, huko ndiko itufahavyo kutenda katika maisha yetu ya kila siku. Mwenye Heri Yohane Melini aliyekuwa mkuu wa shirika watatu wa shirika la wamisionari wa Damu Azizi anasema tunafanya kile tunachoweza bila kuhangaika. Tunapokuwa tumefanya kazi kwa masaa 24 kwa Mungu, Mungu hadai kitu kingine kutoka kwetu kwa siku hiyo. Hivyo kama Yesu ni lazima tudumu katika kutenda mema na kuwa mashuhuda wa uweza wa Mungu aliyotenda katika maisha yetu. Leo tutafakari kutokana na mafundisho ya hii Injili ya leo. Tupyaishe mwenendo wetu wa kumtafuta Kristo kwa moyo wetu wote, tukumbatie yale anayotutaka na kutuita tuyabadilishe na kuruhusu uweza wake uyaangazie maisha yetu. Mwisho, tujibidiishe katika kuwasaidia wenzetu na kuwaelewesha kuchagua maisha mapya ya ufuasi wa Yesu kwa kuwacha mienendo yetu mibovu na kuvaa utu mpya kwa kuuwacha utu wa kale, kwa kufanya yale yanayopendeza machoni pa Mungu na kuwa mashuhuda wa upendo kwa ile furaha na amani tuipatayo kwa Yesu Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Patrick Mswazi Dominic wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar de Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah.